Watoto wadogo na um, ukienda katika maeneo mengi sana ya vijijini kule ambako sana wanatumia kuni um, kuna hilo tatizo na kumekuwa na, na, na, na tafiti nyingi ambazo zimefanywa mm. E, kuhusiana na suala hili ambalo linachangia afya na pia kuna swala jingine ambalo zile kuni zinakatwa msituni, e, hmm. So zile kuni zikikatwa zinachangia uh, uharibifu wa msitu na hatimaye mabadiliko ya tabia nchi. So swala la swala la nishati la, la, la ni, ni swala ambalo ni swala, swala, swala muhimu sana ambalo linahitaji kujadiliwa.